Ni isipokuwa hapa nchi yenye nikeli, nchi yenye kobalti zinazotumika kutengeneza ndege na betri za simu, nchi yenye almasi, makaa ya mawe, chuma, uranium, mbuga kubwa za wanyama. Watu wetu ni maskini kwa sababu tuna watu viongozi madarakani ambao hawana uwezo, wamesababisha watu wetu hawana ajira. Hebu fikiria hivi, Wasukuma wanalima pamba, hapa jirani yetu hapa Geita wanalima pamba, Mwanza wanalima pamba Simiu, wanalima pamba Shinyanga, lakini hata kiwanda cha kutengeneza gozi zile za kufutia vidonda hospitali, gozi hakuna. Mwalimu Nyerere aliacha Msoma hapa kiwanja, kiwanda cha Butex, kilikuwa kinaajiri vijana wetu hapa. Maana yake ni kwamba pamba ilikuwa ikitoka Simiu, ikitoka Shinyanga, ikitoka Bunda, inakwenda pale Magujineri inachakato, inakuwa nyuzi, inaletwa hapo Msoma Mutex. Inatengeneza kanga inatengeneza mashuka inatengeneza kaki hizi tunazovaa zilikuwa zinatengenezwa hapo. Mnajua maana yake, mnaelewa maana yake. Badala ya sisi kuchukua pesa hapa tuagize hizi kaki kutoka India, pesa inaingia hapo kiwandani, inakuajiri wewe wewe ukipata mshahara unajenga nyumba, unamwajiri yule fundi. Yule fundi akipata hela anunua kitanda kwa mfundi seremara. Fundi seremara anaagiza ubao, bodaboda anamletea mwingine, bodaboda anakunywa mafuta pale, yule anamwajiri mlinzi, mlinzi anapanga kwako. Pesa inazunguka miongoni mwetu leo leo, leo, leo. Sikiliza Msoma leo, muteksi imekufa, pesa zote zinatoka hapa, hata leso ya kufutia kamasi tunaagiza kutoka China. Pesa ukinunua leso hapa, pesa inatoka hapa, inaenda kutengeneza ajira China. alafu unakuta mbunge anasema tatizo la ajira ni tatizo la kidunia. Sio tatizo la kidunia, ni tatizo la kutengenezwa na viongozi wa hovyo wasiokuwa na uwezo. Tunaelewana vizuri. Mwalimu Nyerere alijenga kiwanda cha General Tyres Arusha. Mimi nimekuwa babangu alikuwa na Land Rover, tunanunua tairi za General Tires, mana yake ajiri baki ndani ya nchi. Leo tairi ya bodaboda boda, ambazo ziko kila kitongoji kila kijiji, bajaji ziko kila kitongoji kila kijiji, tairi ikiisha hapa, pesa inatoka Mkiringo inakwenda Gwanju, China, kutengeneza ajira. Leo tuna migodi, nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi, tuna migodi wa China wamekabidhiwa migodi ya nchi yetu, wanachimbia vijana wa Kitanzania, wanaingizwa kwenye mashimo wanachimba dhahabu, lakini wachina wanaichukua wanaenda kuuza nje ya nchi, wanatajirika. Kwa nini? Mnaambiwa nyie nyie hamna mitaji. Uongo kweli. Lakini mimi niwaulize, ripoti ya mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali mwaka jana imesema Serikali ya Rais Samia imefanya matumizi yasiyokuwa na tija. Sasa matumizi yasiyokuwa na tija hapo, wametumia lugha, wametumia kitu kinaitwa tafsida, lugha raini, yaani diction kwa Kizungu. Wamechagua neno raini, ni kama vile mtu unaenda msalani, ungesema tunaenda kufanya nini? Yaani ya unapunguza ukali wa maneno. Kwa hiyo kwa hiyo CIG ametumia tafsida kusema matumizi yasiyokuwa na tija. Pesa mnazosikia si goli la mama, kana kwamba hizo pesa amelima karafuu kule kwao Kizimkazi, amezileta hapa. Ni pesa za walipakodi wa Msoma, ni pesa zetu za Watanzania. Goli la mama si akisikia, viduku si vinacheza wapi? Kiduku cha nini si nini, kikoro cha mama si nini cha mama, kila kitu kimegeuka cha mama zenu zinachezewa. Mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali anasema matumizi yasiyokuwa na tija kwenye nchi hii ni bilioni 571. Sasa bilioni 571, bilioni moja ni milioni elfu moja. Sasa kwenye bilioni moja hiyo yenye elfu moja kuna bilioni 571, zimefanyika matumizi yasiyokuwa na tija ungechukua vijana hawa wa Musoma ambao hawana kazi na Bunda na Tarime na wao ukawapa maeneo ya kuchimba dhahabu mashimo, ukawapa na mtaji huu ambao wanaokosa wa, wa China wanakuja nao bilioni moja, ukawapa na eneo la kuchimba. Wakichimba wakipata fedha, huyu kijana atajenga guest house yapa, hapa, atamwajiri binti wa hapa Musoma. Huyu binti akilipo hela, atanunua dagaa kwa mama anayeuza dagaa huyu mama ataagiza gari mletee dagaa kutoka Majita. Yule wa Majita atanua mhogo kwa mtu anaye anayelima mhogo kule Majita. Pesa itazunguka miongoni mwa Tanzania. Leo wachina wakichimba hapa wakichukua dhahabu wanaipeleka kule kwao, wanaenda kutengeneza utajiri. Utatengenezaje ajira katika nchi kama hiyo? Utatengenezaje ajira, ndugu zangu wa Msoma? kama uwezi kutengeneza hata toothpick ya kutolea nyama kwenye meno utatengenezaje ajira kwenye nchi yako kwao ndugu zangu walimu walivyosema tatizo la nchi yetu sio ardhi mama Susan limu amewaambia ardhi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba 945 ukichukua nchi ya kenya uganda rwanda burundi ukiziunganisha pamoja zitufiki tatizo sio ardhi ardhi na maji tatizo sio maji tuna madini tuna mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima. Tatizo tulilonalo ni uongozi bora na siasa safi, havipo kwenye nchi yetu. Hilo ndio tatizo, ndio chanzo cha umaskini wa nchi hii. Watu wa Musoma, watu wema, watu mnaojua mabadiliko nchi hii, hata tukiiache kwenye mikono ya CCM kwa miaka elfu moja hawezi kuibadilisha. Nawaambia ukweli, hawana uwezo, wamefika mwisho Hawawezi kufikiri. Huyu mama ameingia amekuta bandari za nchi yetu, bandari, bandari ni mlango wa fedha ambao, tunazungukwa na nchi sita landlock ambazo hazina mlango wa bahari, nchi ambazo zinatutegemea. Iwe wanunua gari, itapita kwenye maji ambayo Mungu ametupa bure, pesa inaingia. Wanunua kiberiti kutoka nje, itapita kwenye maji yetu, pesa inaingia bure wakinunua greda wakilima mazao yakitoka kwao yakitoka Zambia ili yaende uraya yanapita kwenye maji wanatulipa bule. Tuko milioni sitini na tatu, Dubai wako milioni tatu. Dubai mwaka sitini na moja walikuwa watu elfu sabini. Watu wa Musoma, leo mko zaidi, mko zaidi ya laki tatu, ni wengi kuliko watu wa Dubai walivyokuwa mwaka sitini na moja wako milioni tatu. Tunapata uhuru, watu wa Dubai wanatembea jangwani, wanaokota dex tende kwenye jangwa. Dubai ni jangwa, hakuna hata maji, hakuna hata mti, hakuna hata majani. Mwaka sitini na moja Dubai wanajisaidia kwenye jangwa. Sisi tumepata uhuru mwaka sitini na tatu tuna chuo kikuu. Wamefanya uvumbuzi wao wa pipa la mafuta la kwanza mwaka sitini na tisa sisi tayari ni nchi imesimama, kwamba sisi watu milioni sitini na tatu hatuwezi kuendesha bandari zetu, tunawapa wapa waarabu milioni tatu watu. Endeshe nchi ya aina gani? Nchi ya aina gani? Mwalimu Nyerere amehangaika na nchi hii, ameacha uwanja wa ndege wa kia. Leo kia akitua mgeni analipa dola hamsini na tano akiwa anaondoka analipa dola hamsini na tano dola mia moja na kumi kwa kutua na kuondoka, shilingi laki tatu. Hata kuusimamia eti hatuwezi. Wameomba waarabu wa, wa Omani ndio waendeshe huo wa uwanja. Alafu tukisema wanatutishia kutuua, wanatutishia kutukamata. Tumekataa kunyamaza, haki ya Mungu, hatutanyamaza kwenye ujinga huu. Musoma mnasemaje nyini? Msoma mnasemaje? Ni Msoma mnasemaje? Ni tumekataa, tumekataa. Wamemkamata Lisu, wanatishia kufuta chama chetu. Umemsikia msajili wa vyama vya siasa jana, anasema eti katibu mkuu tuliyeteua sisi hajakizi vigezo. Tunajua kinachofanyika, kuna watu waliokuwa miongoni mwetu wamegeuka kuwa nyoka, wanatumiwa na serikali wanahongwa, wanaandika vitu kwenda serikalini ili serikali itufutie chama. Sasa sikilizeni, niwaambie. Msajili wa vyama vya siasa, huwezi kuiteulia Chadema nani awe katibu mkuu wa chama chenye kama kuna mtu